Salamu alaikum warahmatullahi wa barakati. Kwa majina naitwa Saidi Salum nimetokea shule, msingi, ito, shule msingi, ya msingi inayoitwa a nimefaulia shule ya sekondari inayoitwa Juhudi Kutwa. Nilikuwa naomba msaada yenu kama mtoto yatima, nimefaulia katika shule hiyo. Sina madaftari, sina uniform, sina soksi, sina viatu, sina na hela nyingine ya kuanzia shule. Nilikuwa naomba msaada yenu Asante. Kwa wengine, naitwa Vivian Emmanuel nimetokea shule ya Airwin, nimefaulia shule ya Minazi sekondari. Ndugu wazazi, tulikuwa tunawaomba vifaa vya kusaidia vitumalize masomo yetu, kwa chochote alichobarikiwa cho na Mungu, tunakuwaomba asante. Kwa majina anaitwa Michael Pius, natokea Pugu, nimesoma shule ya Pugu stesheni, nimefaulia Bangulo, nimehamishwa nimehamishwa kwa hiyo wazazi, mwenye, mwenye uwezo naomba unisaidie madaftari, mabegi, uniform, hata pesa za kutusaidia, asanteni sana. Kwa majina naitwa Ramadhani Yusufu nimesoma shule ya msingi Juhudi na natokea Mazizini na nimefaulia shule ya Ulongone Secondary School. Kwa mtu mwenye uwezo, mwenye chochote kile, mwenye daftari, mwenye kalamu, mwenye penseli, mwenye kiftio chochote kile Mungu alichomjaalia naomba mnisaidie. Mimi naitwa Zainabu Kasim. Lengo na mazumuni kuja hapa kufika katika lengo hili la magereza ni lengo la kuwa na watoto wetu hapa mayatima, tukiwa na shehe wetu mkuu ambaye anaitwa Maipopo ndio mwakilishaji wa mambo haya, kwa hiyo tulikuwa tunaomba msaada zaidi juu ya maisha yetu ambayo tunaishi mitaani majumbani. Kwa kweli, tunaishi katika mazingira magumu. Tuna watoto zaidi ni watano, tuna watoto zaidi ni wanne, tuna watoto zaidi ni watatu. Kwa hiyo wale ambao wanatusikiliza na wanayetupa misaada zaidi, tulikuwa tunaomba kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awajalie kuwa na huruma zaidi kuwa kutupa msaada zaidi, kutokana na watoto sasa hivi wanaingia sekondari, ili waweze kutusaidia zaidi. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Mwanapili Kesi ya haya, ni mlezi, ni mzazi mlezi wa watoto wa majumbani ambao wanaishi katika mazingira magumu. Huwa nasaidia kuwalea, kuwatafuta na kuwaweka sawa na penye changamoto ambazo zina mahitaji huwa namtafuta mhusika anapambana nazo. Nimekuwa kama mratibu msaidizi wajai. Leo tuko katika kata ya Ukonga, msikiti mkubwa wa kata ya Ukonga. Tupo na watoto wa kata, wa mitaa yote ya kata ya Ukonga tuko na watoto yatima watoto wanaoishi katika mazingira magumu, waliofiwa na baba na mama, waliofiwa na mama, waliofiwa na baba tu, na wengine vile vile ni wenye mazingira magumu, wahitimu wa darasa la saba ambao wanaingia form one. Kwa kweli wengi wao wana mazingira magumu kweli kweli kweli. Mpaka leo wengine hawajenda kusajiliwa shule kwa sababu tu mlezi ama mlezi hana elfu tatu mia tano ya kwenda kumchukulia fomu. Hivyo basi, tunaomba kama wadau, walezi, wahisani, wafadhili wote mtakaoguswa, mtakaoguswa na jambo hili, tunaomba huruma zenu, tunaomba msaada wenu wa hali na mali kutusaidia, kutufikia, mwenye peni, mwenye daftari mwenye uniform, mwenye socks chochote kile ambacho kitakuwa ni msaada wa kuingilia mtoto form 1, tunaomba msaada wenu kwa kuanzia, maana hali imeshakuwa ni tete. Watoto wengine wazazi wamesha kata tamaa, wanasema mwanangu mimi sizani kama atasoma. Yani, kila mtu anaongea lake. Kwa hiyo tunaomba msaada wenu wa hali na mali mtufikie hapa kata ya Ukonga kwa namba ya simu mtapata namba ya mwaipopo itakuwepo hapo chini ya runinga yako itapita kwa hadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi kwa jina naitwa Fatuma Hassan, ni kutoka jai Ukonga, lakini leo hii tupo katika msikiti um, wa gereza Ukonga, na madhumuni yetu hasa ni kuja kuwapatia kuwa, kuwa watoto wa form 1 ambao wataingia mwakani ili waweze kuingia katika mashule. Aa, sisi kama wazazi kama wanajai tumesimama hapa, tumekuja tume kuwaona, tumekuja kuwasapoti. Ingawa sisi lengo letu, tunaomba yule yeyote atakayeguswa na, na swala hili basi aweze kutusaidia kuwapatia vifaa mbalimbali ambavyo vinahitajika katika katika shule za sekondari. Hata hivyo tumewahudumia hawa na bado huwa tunawahudumia watu wengine mbalimbali mbali ambao wana maisha magumu na watoto yatima na walemavu na watoto na, wa, na na, wajane, na wajane na wazee na watu wasiojiweza, lakini leo tumeona ni vizuri tuje tuwaone hawa watoto ambao wanatarajia kuingia fomu ani na wanahitaji vifaa mbalimbali kama mnavyojua, na sisi kama wanajai tunawaombea Mwenyezi Mungu awajalie wale wote ambao watakayeguswa na swala hili, tunaomba watusapoti ili tuweze kuona kwamba hawa watoto wanaingia darasa la la, la, la fomu ani na wanamaliza salama Salama salimini wa hadha, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, salamu alaikum wa rahmatullahi wa wabarakatu. naitwa Juma Mwipopo, ni kiongozi amili wa kituo cha jai Ukonga. Tuko hapa ndugu zanguni, katika hali ya kuweza kuwaombea watoto wetu mayatima wetu walioweza kufaulu kidato cha kwanza kwa ajili ya kuingia mwakani. Ndugu zanguni Mengi yameongelewa hapa kusujai, na wetu wetu tunaifahamu, lakini watoto hawa wanaishi katika mazingira magumu sana. Eh, tumekuja kuwaomba kuangukia ndugu zetu, kwamba kwa jambo kubwa sana hili ambalo ni la Mwenyezi Mungu. Kwa kipindi hiki watoto wetu hawa wazazi wao wanahangaika jinsi watoto wao wanaweza kwenda kutunda shule mwakani. Mwenyezi Mungu amekuwa akituangalia sana sisi. Je, ni nani tunafahamu kwamba kama alivyozungumzia katika hadithi kudusi kwamba yatima mmoja akilia basi ardhi nzima inatikisika. Leo mayatima wangapi wanalia? Kwa sababu ya kuenda shule, kwa sababu ya kutokuwa na uhakika mwakani kwenda shule. Lakini wakati ardhi inatikisika, malaika wa Mwenyezi Mungu wanaangaika na kusema, ni nani atakwenda eh, kuondoa kilio cha huyu mtoto? Ni nani alikuwa tayari kuwakimbilia hawa watoto ambao watakwenda shule, wanalia leo kutokuwa na wakika wa kwenda shule. Malaika wanajiuliza wanaangalia binadamu, wanahuzunika kwa kuona kwamba watu tumekaa pembeni eh, tunaombea ndugu zanguni. Tumeupa Mwenyezi Mungu watoto hawa, kama tunavyoona baadhi yao mpaka leo hii hawajakwenda hata shule kwenda kuchukua fomu ile ya kwenda ya, ya, ya maelezo ya mahitaji ya kwenda kuanza kidato cha kwanza, hawajaenda kwa kukosa shilingi elfu tano tu, shilingi elfu tano Na wengine wengi wazazi wao tayari wameshakata tamaa juu ya watoto wao yatima kwenda kuanza kidato cha kwanza. Ndugu zanguni, kila binadamu anapozaliwa anakuwa na maono yake. Binadamu anapozaliwa, anapokuwa, anakuwa na ndoto zake alizopanga juu ya maisha yake, kama na, nimekuwa nakwenda kusoma, wengine kwenda kuwa rubani, wengine, wengine kuwa mfanya biashara wengine kwenda kuwa mhasibu meneja, Kila mmoja anakuwa na mawazo yake anaposoma na ndoto zake. Ndoto hizi zinakuja kufifia, ndugu zanguni, kwa mayatima wetu kuto kwenda shule, kuto kusoma. Kesho kwa Mwenyezi Mungu tuna dhima kubwa sana. Lakini bila haitoshi, ndoto hizi zinapoenda kufifia watoto hawa, ndugu zangu, ni wasipoenda shule tuelewe kwamba tunawatafutia mazingira magumu hapa duniani, kwa sababu waliokuwa wengi ndugu zangu, waliokuwa wengi leo kuwa panyarodi ni watu mbalimbali ni watu ambao waliokata tamaa leo hii, sisi kama ni wazazi, tukawacha watoto hawa wakakata tamaa, wakaingia mtaani na wengine wakaenda kwa dada poa, na wengine mayatima hawa wakaenda kwa ni paja lodi, kesho kwa Mwenyezi Mungu, ndugu zangu, tuna dhima kubwa sana. Kwa hiyo tumekuja Mungu sisi kwa sisi, kuwaomba kila mmoja wetu aangalie jinsi gani ya kuweza kuwachukua watoto hawa, eh, kwa tafutia mahitaji ya shule. Kuna kaunta buku kuna uniformu kuna viatu kuna sweta kuna mambo chungu mzima. Kwa hiyo tunaomba sana ndugu zangu, tujitahidi, tuhakikishe kwamba watoto wetu hawa tuwakomboe, tuwaokoe ili ndoto zao isiweze kufifia. Lakini haitoshi, tukiangalia katika hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anazungumzia wazi kabisa kwamba kwa Mwenyezi e, kwa Mungu siku ya kiama, katika watu walio kuwa bora walio kuwa bora kwake, kwa, kwa Mwenyezi Mungu ni pamoja na wale ambao waliotumia umri wao mkubwa hapa duniani katika kutenda mambo ya heri, kutenda mambo ya furaha, kuwafurahisha watu, kuwafurahisha mayatima, kutenda matendo mema, hawa ndio watu bora siku ya kiyama. Leo hii duniani tunamaliza mwaka 2025 watu wanasherekea eh, kama tunamaliza mwaka kama kwa kufika mbalimbali, masherehe mbalimbali, lakini bado hatujajua kwamba tunamaliza mwaka huu, nini tumekifanyia kwa Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu tumefanyia nini kwa kugeuza sadaka mbalimbali mzee mbali, ni ma, ni ni matendo mema kuwasaidia hawa mayatima katika mambo mbali mbalimbali ya kidunia ili kesho aweze kusaidia hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu, tunaombaeni sana sana, shime sana, tukimbiliani katika haya mambo mema ambayo tunataka tuyafanye yote yetu haya mayatima waweze kusoma kwa. Tunaombaeni sana ndugu zangu, haya mambo ni ya msingi na ni makubwa na ni mazito, lakini bado ukiangalia katika kitabu eh, cha Daudi nazungumzia wazi kabisa kwamba wanasema kwamba mtu ambaye hajafanya mambo ya ziada katika maisha yake, katika kitabu cha Daudi Mwenyezimungu anazungumzia kwamba ni bora afe. Kwa nini? akiwa na maana kwamba mambo ya ziada sio tu mtu kwamba ni kuswali ndio swala kuswali tu, hapana, ni pamoja na kutenda matendo mema ya kumfurahisha Mwenyezimungu, kuwasaidia watu wasiojiweza, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane Leo Mwenyezi Mungu, pepo hii imekujieni mbele yenu, tunaombeni mtukimbilie kwa ajili ya mahitaji haya ya watoto hawa wa shule wa mayatima, ili ndugu zanguni kesho waweze kuona furaha, na wewe Mwenyezi Mungu atakulipa hapa duniani na kesho akhera.